Na mtazamaji, viongozi opinzani, wa upinzani wametangaza kuwa watateua mgombea urais mmoja kwa lengo la kumng'atua Rais William Ruto mamlakani kufikia mwaka ujao. Wakihudhuria kongamano la baraza kuu la chama cha DP hapa jijini Nairobi, viongozi hao walitangaza kwamba watawachukulia hatua wale waliopanga, kudhamini na kutekeleza mashambulizi dhidi ya kinara wa DCP Rigathi Gachagua Jumapili iliyopita eneo la Othaya, kaunti ya Nyeri. Umoja wa upinzani unaojumuisha vinara wa vyama vya DCP Waipa, Jubilee, DAPK, PLP na DP unasema kwamba muungano huo unakaribia kuzindua rasmi mgombea wa urais katika kinang'amiro cha uchaguzi wa mwaka 2027.

viongozi hawa wakiashiria umoja wao kuhakikisha wanasalia imara kwenye uchaguzi mkuu wa mwakani tuko pamoja as united opposition with one common purpose kuleta uongozi bora katika nchi yetu our unity is not a choice it's an imperative history will judge us not by what we said but by whether we rose when the nation needed us most Mrengo huo uliohudhuria kongamano kuu la wanachama wa DP jijini Nairobi ukisema kwamba utawafungulia mashtaka wale waliopanga, kudhamini na kutekeleza mashambulizi dhidi ya kinara wa DCP Rigathi Gachagua Jumapili iliyopita eneo la Odhaya, kaunti ya Nyeri. We are going to Vigilante House as a starting point. Mkutano wa wajumbe wa DP ukimwidhinisha rasmi kinara Justin Muturi kuwa mgombea urais kwenye uchaguzi mkuu ujao. Our mission is to provide a democratic government that enhances social and economic welfare, and guarantees equal opportunities for all citizens. Umoja wa upinzani vilevile vile umesema kwamba utatumia mbinu tofauti ili kuteua atakayekutana na rais William Ruto kwenye uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na saba. Seth Olale, runinga ya Citizen katika kaunti ya Nairobi.